Namna hiyo mtazamaji wa Trigen, mwenyeji wangu leo, katika makala hii tukiangazia ufugaji wa samaki ni huyu hapa, ndugu yangu Stanley wow. Tumetoka kwenye mabwawa, amenielekeza na kule, tumejifunza mambo mengi zikiwemo tabia za samaki. Kumbe samaki bwana, wanafundishika. Haya, unakonipeleka sasa, kuna na, nini kinaendelea hapa sasa? Tunaelekea hatchery, sehemu ya kutolea paranga. Okay, hapa tunaenda kuona namna mayai yanavyotoka kutoka kwenye mayai kwenda kwenye paranga. Okay. Oh, ta -ta. Basi tuende tuone. Tunavyoweza faranga wetu hapa wanakuwa wazito, yale mayai yanakuwa mazito yanakaa chini halafu, baadaye wakati maji yamejaa kwenye jansi, ndio maji yanajaa mayai yeah. yanashuka chini okay, maji mayai yanashuka chini, naona okay. mtaona vizuri kabisa, hmm. Sasa mayai yetu haya yanatoka ya huku hmm. maji yanatoka humu yanadondoka hapa chini ndio yanaingia kwenye incubator tray, kwenye okay. hii okay. wale faranga ambao tayari wamekita kutekeleza mm -hmm. hawawezi kuendelea kubaki badala yake lazima watakuja kwenye, kwenye ja kwa sababu wanakuwa wepesi wanaelea juu ya maji mm -hmm. na hisi ukiangalia kwa umakini utaona mmoja mmoja anadondoka mmoja, mm -hmm. mmoja maai ambao ameshafikia ile steji ya, ya tatu, ili tukiyaweka humu yasichukue muda mrefu humu, atakaa siku moja au siku mbili pokeae baada ya hapo tutakuwa vifaranga wetu hapa, tutawapeleka nje kwenye nasari tenki pale. mm -hmm. Ndio, kuna tenki za kuwalea vifaranga. Na wanakaa kwa muda gani kwenye yale matenki pale? Kwenye tenki watakaa kwa wiki moja hadi siku kumi. Okay, ambapo watakuwa wengi wao watakuwa wanaendelea na dozi ya kubadilisha jinsia. Eh, kuna kubadilishwa tena jinsia? okay. hebu tukae kidogo hapo, unabadilisha jinsia ya hawa vifaranga ndio kwamba alikuwa wa kike au wa kiume eh, waki, no. wa kiume au wa kike? Hapana. mm -hmm. Hapa shida yetu sisi tupate samaki wa kiume pekee yake. Kwa nini? mm -hmm. Kwa sababu samaki wa kiume kwa mfugaji ndio ana manufaa zaidi. Hivyo basi tunawapa wale samaki tunawapa hormone ambayo ile hormone tunachanganya kwenye chakula, wakila wale samaki ambao walikuwa wanaenda kuwa wa kike wanakuwa wa kiume. mm -hmm. unayo hiyo hormone? Homoni ipo dio, homoni yetu niiapa, homoni inaitwa alfametil testosteroni, inaitwa 17 alfametil testosteroni. Homoni hii tunachanganya kwenye chakula. Baada ya kuchanganya kwenye chakula, tunawalisha mparanga wei, nao watakuwa waki ili mteja akienda kuwafuga wakue haraka haraka na wakue vizuri, akapate faida kubwa sokoni. Na umesema wa kiume wana faida gani? Wanafua kwa ha haraka zaidi, wana miili mikubwa, hivyo kufikia ile umri wa soko tunasema market size mapema. Na hapa kuna watu ambao huwa unakuja labda wananunua vifaranga hao au, au na kununua samaki wenyewe ndio, katika ufugaji wa samaki changamoto kubwa iko kwenye mbegu, tunasema asili kwamba. Mm -hmm. watu wengi wanahangaika wanafunda kufuga samaki kwa sababu ya kukosa, na sisi tatizo la mbegu tumeamua kwamba tunalishughulikia. Ah, yaani mmelishikia kabisa mmelitafunia dawa kuweza, yeah, kuzalisha vifaranga. Sisi tunazalisha vifaranga ili kulipunguza tatizo la mbegu huko hu hu hu hu hu hu nje kuhakikisha wakulima wa samaki wanapata mbegu bora. mm -hmm. Na sasa inayokuwa vizuri, mayai yenyewe mnayatoa wapi? mayaitshe na... Mtazamaji okay. Mayai tunayatoa kwa wazazi kule, tunakamata mm -hmm. mzazi mwenye mayai tunayachukua, tunayaleta hapa, kitaalamu inaitwa egg lobby. Kwa kwa hiyo mnavyo robi lobby mnayatoa mangapi kwa kwa mzazi mmoja? At least mia, wa mzazi mkubwa kabisa wanakuwa na mali mia saba, lakini mzazi mdogo mdogo hawa wanakuwa na mali kuanzia mia nne. Ni na kuna kupima, unajuaje? ulikuwa unazungumzia uzito wa samaki, na hata hawa pia wana uzito wao, ndiyo. unawapimaje. mfano kwa sababu hata kushika tu naona hatu ukishika unashika ni kama wengine ni wadogo wa kuliko hata punje ya mchele. <laughs> <laughs> Uh, hiyo, hiyo kwetu si changamoto kwa mm -hmm. sababu tunawatafuta tunawahesabu wale wale wale ambao wapo wadogo kabisa mm -hmm. Tunawahesabu kwa idadi kama tunapenda kutumia mia moja kwamba okay. Natumia idadi ya samaki mia moja tunawapima uzito wao mm -hmm. Tunaweza kupata labda ni gramu mbili tu peke yake kwa samaki mia moja Kwa maana hiyo tuna kwamba kama samaki mia moja amekuwa na gramu mbili samaki mmoja atakuwa na gramu ngapi? Tutaangalia, tunaweza kuta sifuri pointi sifuri mbili Huo ni uzito wa samaki wetu ambaye atakuwa anajua wiki moja. Mm. au okay, siku na mnapimia kipimo gani? Hapa tuna mizani. Kwa hiyo huu ni mzani ndio e. huu ni mzani. Mzani huu mm, unapimwa kuanzia gramu sifuri pointi sifuri moja hadi gramu mia mbili kwa hiyo kikaweka haka kamoja itasoma sio hako kamoja, hata upepo ina uwezo yes, wa kusoma. Kwa hiyo tunapokuwa tuna hesabu mm, tunajitahidi kuweka sehemu ambayo iko closed kama ndani ya box mm, ili tusiwe na madhara yote ya upepo itakapokuwa muda. kwa nini hawa hawai Naona maji tu hapa nikiangalia. Hawa ndio wametoka kwa wazazi wake, bado wanategemea ile, Edio, tunasema ile kiini cha yai bado hakijamalizika kabisa kabisa. Kwa hiyo kile pale bado kina chakula, ndio chakula wanachotegemea na baada ya siku nne hadi tano watakuwa wamemaliza ile Edio. Na hapo ndio wataanza kupata njaa na kuhitaji chakula, nasi chakula chetu tunacho, ndio tunaanza kualishia kwenye nini kimsema mdole Tuna Kuto, hapa tunapeleka kwenye nasari, kwenye nasari ya kwenye yale ma container. Kwa hiyo pale wanaanza kula, wanakula nini sasa? Pale wanakula chakula ambacho ni powder, ah, unga unga. <tune> yeah, powder kabisa kule nasi, okay tutakiona. Na mtazamaji wa TriGen Media tayari wale vifaranga, mayai yameshatotoleshwa huko kutoka maabara Stanley ananiambia hapa wanaanza maisha mapya. Tunapoa kwa okay, kule faranga wetu tunawaleta hapa ndio. Kwa hiyo kuna pens hizi hapa ndio wanapoanza kula. Uh -huh. Okay. So, Hmm. Hmm. Kwa nia wani, Okay. Na chakula chake ulisema kiko mfumo wa unga unga poda, yeah, poda. Hapa nawalisha kila kwa siku wanakula mara tano, kwa siku wanakula mara tano hiyo poda kwa siku. uh -huh. Nawalisha mara tano, asubuhi saa mbili na nusu nawalisha tena saa nne mara mbili, mara tatu, nawalisha saa sita na nusu saa nane kamili na jioni saa kumi na moja Kwa hiyo umesema kuna chakula mbadala mbali na vyakula vya viwandani ndio, ikiwepo azola. Ndio, azola, azola ndo hii hapa. Hapa mm hapa -hmm. Nina mabwawa mawili ya azola, kuna bwawa namba moja na bwawa namba mbili. Okay, bwawa hili hapa. Naona moja. kuna maji na hiyo kijani kibichi, hii kijani kibichi ndo azola yenyewe, kama mnavyojua. Okay, azola hii imeota juu ya maji na hizi unaweza kuona mm -hmm. namna hii oh na haya ni maji ya kawaida hai, ni maji ya kawaida kabisa. Azola pia mm -hmm. kwa faida nyingine inatumika kusafisha maji okay. kwamba inamena zile miti zile zile virutubisho ambavyo ni vibaya oh. mm -hmm. Shukrani sana, mfuatiliaji wa makala hii iliyoletwa kutoka hapa Trigen Media, tukimwangazia kijana Stanley Kiwango ambaye yeye baada ya kumaliza masomo yake yakihusiana na viumbe hai wa majini na zaidi zaidi samaki, alizunguka kutafuta kazi na kisha akapata wazo kwamba lazima aanze kufanya kwa vitendo kwa kile alichojifunza. Lakini pia umeweza kupata mambo mengi ya kitaalamu kuhusiana na ufugaji wa samaki, tabia za samaki, na ukasikia hata kwamba samaki kumbe wakiwa wadogo wanaweza kubadilishwa jinsi ama ile jinsia kutoka wa kike kuja wa kiume na si kutoka wa kiume kwenda wa kike. Endelea kufuatilia TriGen Media kwa makala nyingine za kijamii, kiuchumi, kisayansi pamoja na kibiashara. Kukuaga ni mwenyeji wako Leonard Mubali, nasema kama huja subscribe channel hii fanya hivyo na mjulishe mwingine, kwani mambo mengi yanakuja bado. Asante kwa leo.